Watanzania wenzangu, binafsi nina tafakari ambayo ningependa niilete kwenu tuitafakari kwa pamoja, hususani kuhusiana na hili swala la wahadhiri wa Kiislamu kudai kwamba serikali inalipa kanisa Katoliki fedha na kwa sababu hiyo wao wanakuwa wamenyimwa. Ninaomba tutafakari kwa pamoja, hasa tafakari yangu, ninaiomba serikali yetu itusaidie katika kulifafanua jambo hili, kwa sababu hapa serikali inatuhumiwa kwamba inatoa fedha kwa, kwa upendeleo fedha za walipa kodi wote wa Tanzania na kuwapa Kanisa Katoliki, lakini serikali inajua ukweli kwamba imekweje. Na bahati nzuri kwa Tanzania tumekuwa na awamu tofauti tofauti za uongozi wa juu ambazo kuna wakati wanakuwa Wakristo na kuna wakati wanakuwa Waislamu a katika madai yao yote, hata siku moja huwasikii wakimtaja Rais Ali Hassan Mwinyi ambaye ndio mkataba huu ulifungwa ule mwaka wa 1992 tarehe 21 mwezi wa pili yeye akiwa rais, lakini hatumsikii akitajwa na hawa wahadhiri wa, wa Kiislamu. Kana kwamba haitoshi, baada ya Rais Mwinyi alikuja Rais Mkapa huyo ni Mkristo, tumwache. Alipotoka rais Mkapa akaja rais Kikwete ambaye naye ni Muislamu. Rais Kikwete akishirikiana na waziri wa fedha wa wakati huo Mustafa Mkulo, naye ni Muislamu, waliweza kutoa hizo fedha, waliendelea kutoa hizo fedha na kuzipa taasisi za kanisa kwa ajili ya kuendesha huduma za afya na elimu. Lakini hawa wahadhiri wa Kiislamu husikii mahali popote wakimtaja Kikwete au wakimtaja waziri wa fedha Mustafa Mkulo ambaye waliweza mpaka kutoa bilioni 112. Husiki wakitaja hiki, ndio ninachojiuliza kwamba kwa, kwa nini? Alafu kana kwamba itoshi, kwa nini nimekuwa naomba kwamba serikali itusaidie kufafanua, kwa sababu sasa hivi linashutumiwa kanisa Katoliki lakini ule mkataba haukuwa wa Kanisa Katoliki peke yake. Ule mkataba ulikuwa ni wa taasisi za afya na elimu za Kikristo zilizojumuisha Katoliki na CCT. CCT manake Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Sasa Katoliki na CCT wakaunda kitu kinachoitwa CSSC, Christian Social Service Commission. sasa Ninashangaa tu kwamba wanatajwa wa Katoliki kwenye huo kwenye huo hiyo mm, memorandum of understanding. Lakini mbona CCT hawatajwi? Ndio maana nimeomba hapa kwamba naomba serikali itusaidie kuwafahamisha hawa rafiki zetu Waislamu. Naamini kuna mtu amewapotosha. Mwanasheria aliyekuwepo wakati ule alikuwa Costa Mahalu ndio aliyowasaidia kuandika huu mkataba upande wa serikali ukiwakilishwa na Edward Lowasa alipokuwa waziri wa nchi chini ya utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi. Mbona hatusikia akitajwa, na ambaye ndio ali, ali, ali initiate hayo makubaliano kwamba yaweze kufanyika. It was just an ad hoc. Kumbuka, ndio tumetoka kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi mambo yaliyokuwepo, serikali ilishindwa kuendesha huduma za afya na elimu. Walichofanya ni PPP baina ya serikali na kanisa. Kwa hiyo mimi sitataka kusema mengi, japo tunayajua mengi sana, lakini kwa sasa na kwa hali ilivyo serikali, tusaidieni, waelezeni rafiki zetu hawa Waislamu kwamba msingi wa mkataba huo ulikuwa ni nini? Je, ulikuwa tu ni uonevu? Kwa hiyo Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi rais wetu alifanya tu kuwaonea Waislamu kwa kuwapa fedha hizo. Wakristo, mbona hatusikii anatajwa? Kikwete, Rais Kikwete akiwa na Mustafa Mkulo kama waziri wa fedha mbona nao walitoa hizo fedha kuzipa hizo taasisi za afya na elimu za kanisa? walizitoa kwa misingi gani katika ma, ma, ma, maelezo yote niliyoyasikia, sijasikia anayegusa msingi kwamba msingi wa serikali kwa awamu hizo zote kuanzia ya Mwinyi, ya Mkapa, ya Kikwete, ya Magufuli, huenda hata sasa ya Rais Samia kwamba wanatoa hizo fedha, msingi wake ni nini? Je, ni msingi wa upendeleo au ni msingi wa ubia? Serikali, tusaidieni kuwafahamisha wenzetu. Nikuombe pia Ponda, wasaidie rafiki zako hawa wa Kiislamu. Wewe unajua, kwa sababu mmewahi kuandika hata kwenye vitabu vyenu juu ya swala hilo, na ndio maana Rais Mkapa akawapa chuo kikuu cha Waislamu, chuo kikuu kile kilichokuwa cha TANESCO Morogoro akawapa ili kiwe mum Muslim University of Mor